Tumtazame mbabe wa Arsenal Manchester United ambaye kesho atacheza dhidi ya Fulham Old Trafford. Mimi nachojiuliza tu, vipi kama ikatokea Manchester United akapoteza ile mchezo? Kwa sababu tumetazama wiki nzima Manchester United, yani mpaka leo navyoongea hivi wanawasema sana Arsenal, nawene wanaongea sana sana, yani hata ukipita kwenye mitandao ya kijamii, ukipita barabarani, nawengi kila mali unapopita Manchester United wanawacheka sana Arsenal. Tumeona mara nyingi Manchester United mechi kubwa au mechi ngumu ndio mechi ambazo huwa anazishinda, lakini atakuja kushangaza pale anapocheza na mechi na timu za kawaida, mfano kama Fulham, Brentford, Brighton, Newcastle atakuja kushangaza. Yani utamtarajia ni Manchester United limeona akicheza labda na Arsenal, akicheza na Liva, akicheza na Chelsea. Ikitokea Manchester United akapoteza ule mchezo Sijui sura zao wataziweka wapi? Lakini pia kuna wale ambao waliungana na Manchester United, Chelsea, kuna Live, kuna Man City. Mimi nachojua Manchester United hajawahi kuwa na ule urafiki na Liverpool siu na Chelsea na Man City, lakini hapa iwaliungana naye kama urafiki fulani hivyo kinafi. Kwa hiyo ikitokea akapoteza ule mchezo, kuna namna ambavyo watamgeuka, yani Manchester United hata amini macho yake, maana hiyo ni mechi ya tatu ya Karik atakaenda kucheza kesho na atakuwa ni Old Trafford na mara nyingi Manchester United anashinda away zaidi ya Old Trafford. Sasa waga najiuliza, sijui anakuwaga na pressure sana anapokuwa anacheza mechi za nyumbani. Hapo kesho mimi nataka nimwone Carrick, sasa kwenye mechi ndogo atakuja vipi? Kwa sababu hilo pia ni tatizo kubwa kama ni huu wanapokutana na timu ndogo.